Tuelekee kaunti nambari 3 ambapo watu wawili wamefikishwa katika mahakama ya Malindi na kushtakiwa kwa kosa la kuingia na kuishi katika shamba la watu bila idhini. Mahakama imeambiwa kuwa wawili hao Kaingu Toya na Chenda Yeri katika visa viwili tofauti walipatikana wakiishi katika ardhi hiyo katika eneo la Jacaranda mjini Malindi. Wawili hao wamekana shtaka hilo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi elfu hamsini ama pesa taslimu shilingi elfu ishirini kila mmoja, huku kesi ikitarajiwa kusikizwa mwezi ujao.